Watu wengi wamezimwa na jamii, jamii na tabia ya kuzima vitu ambavyo vingeweza vikatokea katika maisha ya kwako. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, kadiri wanavyokuzima na kwa mpango wao wote, iwe ni ofisini, iwe makazini, iwe vikao vya wazi au vya siri, ambavyo ni vya kuzima uwezo ulio ndani yako, taaluma iliyoko ndani yako kibali kilichoko ndani yako maarifa yaliyoko ndani yako kukubalika unakokubalika, chochote ambacho ni cha baraka na vingine vinazimwa kichawi, vinazimwa kiganga, vinazimwa kwa vikao, kwa hila, kwa uonevu, kwa kugandamizwa, kwa kukataliwa, kwa kufanyiwa makusudi ya kila namna, ili mradi tu kwamba unazimwa. Lakini nakuombea kwa Mungu asubuhi ya leo, kadiri wanavyokuzima ni kadiri utakavyoendelea kuongezeka katika kila jambo ambalo Mungu amekusudia katika maisha ya kwako. Wanavyokunyamazisha, ndivyo ukazidi kwa jina la Yesu Kristo. Wakikunyamazisha kiuchawi, nenda kazidi zaidi wakikunyamazisha katika vikao na hila na masengenyo, nenda kazidi zaidi. Wakikunyamazisha kwa uonevu na kwa hila ofisini, nenda kazidi zaidi. Wakwapi watu wachache wanaosema amina hapa? Na mimi ninakuombea Mungu akupe kuzidi zaidi, kadiri ambavyo umekaribia mahali ambako ni destiny. Ni wakati wa macho yake kufunguliwa, lakini watu waliomzingira wanamnyamazisha, mnyamaza. Wapendwa, mabibi na mabwana, ndugu waliotuzunguka, marafiki na jamii inayotuzunguka ina kelele kubwa ya kuzima kile ambacho Mungu ameweka ndani yetu, lakini ni maombi yangu ya kwamba wazimike wengine, ila wewe hautazimika, hautazimia moyo katika biashara, hautazimia moyo katika uwekezaji, hautazimia moyo katika uongozi, hautazimia moyo katika kazi ambayo Mungu amekupa kuifanya kwenye maisha ya kwako, hautazimia moyo, no matter what.